Mimi ni mnufaika wa mradi wa BBT, pale Ptunajishughulisha na kilimo cha alizeti, vitunguu, nyanya, na mazao yote ya mboga mboga ikiwemo Chinese, mchicha na kadhalika. Kiukweli tunafurahi sana kulingana na taasisi zote ambazo zipo chini ya Wizara ya Kilimo kupitia udhibiti wa vitu mbalimbali. Lakini hapa leo katika maadhimisho haya ya siku ya chakula duniani nitaongelea taasisi ya udhibiti wa mbegu bora katika, chini, ambayo ipo chini ya Wizara ya Kilimo, kwa kifupi tunaita TOSCI. Zinapokuja mbegu zetu kule, sisi tunatambuaje kuwa hizi ni mbegu bora? Maana katika mbegu kunakuwa na alama ambayo ipo ya vocha. Tunaikwangua ile vocha na kuifanyia application zake zote mpaka mwisho, inatueleza kwamba hii mbegu imetengenezwa muda gani na inakuwa na expire date muda gani. Kiukweli, kupitia hili tunashukuru kwa mbegu zote zinazokuja pale tunazozifanyia kazi, tunakutana na mbegu ambazo ni bora na tunapata mavuno mazuri sana sana, sana sana. Nashauri wakulima wenzangu wote wanaonisikiliza Tanzania nzima tutumie mbegu ambazo zimethibitishwa na TOSCI ili kuweza kupata mavuno mengi zaidi. Asanteni.